Nam kutoka nyanda za juu kaskazini kwake John Wanyama, tuelekee eneo la Mrima kwake Kamau Mwangi ambapo anatupasha kwamba ujenzi wa barabara kuu kutoka Kenol kuelekea Marua unapoelekea kukamilika, wakazi wa kaunti za Murang'a, Kirinyaga na Nyeri inakopita barabara hiyo, wamejibidiisha kufungua biashara mpya na kuzipanua walizo nazo, kama anavyotuarifu Kamau Mwangi. Unaposafiri kuelekea Nyeri kupitia barabara ya Kenol kwenda Marua, kivutio kikubwa ni biashara ambazo zimechipuka kandokando kando ya barabara hii. Kijijini Kiangwashi kuna duka hili la vinyago na ambalo miezi tisa iliyopita lilikuwa halipo. Kulingana na meneja wa hapa, Patrick Njoroge, hatua ya kulihamishia duka lao eneo hili iliafikiwa baada ya tathmini ya jinsi ujenzi wa barabara hii ungewaathiri kibiashara Wakati upanuzi wa barabara ilikuwa inaanza, tukaona sisi tuko opposite na barabara venye ilikuwa inasonga. Na ingawa walilazimika kugaramikia kujenga duka jipya, ni hatua anayosema hawajutii. Biashara at the moment, hata even in future, iko sawa sana, kwa sababu flow ya wageni, hata kama locals, au kama ni International, ama locals tuko sawa manake, it's very convenient. Ni taarifa inayoshabihiana na hawa walioanzisha vibanda vya kuuzia matunda na bidhaa nyingine. Soko la Kibirigwi ni mojawapo ya masoko yanayojengwa na mwanakandarasi wa barabara hii kama shughuli ya uwajibikaji kwa jamii. Tutakuwa tuna, tunaigia mzuri gali zinaleta mizigo mzuri into the mind Kulingana na mkandarasi ujenzi wa barabara ya Kenol kwenda Marua ulioanzishwa mwaka 2021 unatarajiwa kukamilika Desemba 31 mwaka huu, ujenzi wake kwa sasa ukiwa umefikia asilimia ya 93. This can be used as an alternative route to people going to Western Kenya going through Nakuru

Hata hivyo ujenzi wa barabara hiyo mjini Karatina unatarajiwa kuchukua muda zaidi kutokana na masharti yanayofaa kuzingatiwa kwenye makutano na uh, reli uh, uh, uh, Kama Mwangi roninga ya Citizen. Na msaidizi wa Rais Faruku Kibete ametoa wito